Bwana asifiwe sana. Eh, ni siku nyingine njema. Eh, sisi ni wainjilisti, wa wainjilisti wa kusanyiko la Dar es Salaam hapa Tegeta Dawasa. Eh, siku hii Bwana tumepata neema mbele za Mungu kusanyika kama ilivyo desturi yetu. Sisi huwa tunakuja kuinjilisha huku maeneo ya eh, huku maeneo ya Boko Bunju. Sasa hivi tupo basi haya hapa. Lakini tukaweka kabla ya kwenda tuweze kwanza kupa ujumbe na taarifa muhimu na tangazo muhimu sana la kukaribisha wainjilisti wote ambao wanataka kujua ujumbe wa siku zetu za mwisho tunawakaribisha siku ya, ya, ya Jumamosi baada ya Sabato, siku siku kwa mkia Jumapili, tutakuwa na mkesha mkubwa sana, na huo mkesha utakuwa na maswali na majibu unajibiwa, na pia mada ambazo tutaenda kusoma humo. Tutakuwa na mada mbili. Mada ya kwanza tutaenda kujadili, tutaenda kujadili huduma ya mwanamke katika kanisa ikoje, huduma ya mwanamke katika kanisa ikoje. Huduma ya pili, mada ya pili, tutaenda kujadili kuhusu je, yeah, kanisani tunaruhusiwa kucheza kumwimbia mimi Mungu na kumsifu? Je, kuna kucheza i yani, kucheza kabisa kudansi, dansi, kuruka, ruka, na kadhalika, kwa sababu yapo maandiko ndani anakuwa na utata kana kwamba tumeruhusiwa kucheza. Sasa tutaenda kuyachunguza na kupata mustakabali wake. Kutakuwa na hizo mada mbili za kujadili, pia kutakuwa na somo maalum la kuhusu katika kitabu cha Ufunuo kumi na nne aya yake ya tisa inayotupa ole wa malaika wa mwisho watatu, kwamba ole atakaemsujudia huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipadi chake cha uso. Hiyo tutaenda kuvijadili na kusoma na tupate kweli maana, na endapo utakuwa na swali lolote kuhusu hizo sehemu ambazo kupata masomo hizi nyakati za mwisho, na i karibu wenzau. Asante sana kama mwinjilisti wa kwanza vitangulia kusema kwamba tunakaribisha watu wote. Hii ni katika kusanyiko la Dar es Salaam na tunakusanyika tunakusa, hapa siku ya Jumamosi, ambapo siku ya Jumamosi jioni kwa mkeo Jumapili kutakuwa na mkesha mkubwa sana. Lengo ni mada tatu kama alivyokwisha kutangulia kusema, ni kufunua mnyama, mnyama ni nani, sanamu yake ni ipi na chapa yake ni ipi. Pia tutaangalia nafasi ya mwanamke katika kanisa na pia tutaangalia uimbaji katika kanisa. Tunawakaribisha dini zote, madhehebu yote, popote pale ulipo na hata wale walioko nje ya Dar es Salaam tutakuwa nao kwa kutumia linki ya YouTube, mtaweza kuwa usirana nasi, tutakuwa hewani. Labda tutaje namba za simu au kuna chochote cha kuongezea? Ah, yaani kama kuna chochote cha kuongezea, basi namba zetu za simu ni sifuri sita nane tano sifuri sita tisa sita sifuri nne. Narudia, sifuri sita nane tano sifuri sita tisa sita sifuri nne. Taja yako mtumishi. Amina, hiyo peke yake inatosha, sisi ni wamoja. Na pia kama utakuwa na neno lolote swali, basi tutatafuta kwa namba hiyo, utaweza kutupata. Ila tunakukaribisha sana sana sana, kama utakuwa na swali lolote kuhusu imani yetu, tutakujibu. Keshi karibu sana.